Kuna watu wanacheza pale jukwani. Twendeni tukaangalie. Tumeshachelewa kwenda kisimani, sasa tufanyaje? I say, sasa natamani tungeanza na Mwalimu Molota nat. Lakini hatujafanya hivyo Amani, na hatujaenda kisimani pia. Kwa hiyo hatuna maji ya mwalimu Mlea. Sasa tufanyaje? tunaweza kufanya nini? Itabidi turudi tu, tumwambie, tutamchotea maji kesho. Aha, jua la leo jioni lilikuwa kali sana mpaka maji yote yakakauka mlivyokuwa mnarudi, si eti, eh? eh, samani sana mwalimu Mlea kulikuwa na tamasha, tulivyokuwa tunaenda kisimani tukapitiwa. Ndio, samani sana, ila haitatokea tena. Kesho asubuhi tutakuja kuchukua ndoo na kwenda kisimani kukuchotea maji. mrudi hapa? Sidhani. Nilidhani kweli mnajali maua yangu. Tunajali! Sio kweli, na kiukweli, hampo tayari kupata kipato. Lazima niwaambie wanakijiji wote wasiwaamini na kazi, maana mna michezo sana. Tunaomba usifanye hivyo, hatuna michezo yoyote, na tunahitaji pesa. Sioni kama mnazihitaji kama mmenidanganya, mtaweza kuwadanganya na wengine pia. Tusamtaki kusikia rudini kwenu. Nilijua mwalimu Lea hata waambia watu hapa kijijini wasituamini. Kweli mimi pia, lakini kumbe anamaanisha anachokisema sio kama sisi.